Kuuliza wewe, au siku hizi umekuwa, alikupa ruhusa kuongea na mwanangu mama? Kwa hiyo wewe sasa hivi ndani kila mtu unaweza kumwamrisha mtu yeyote unavyotaka, si ndio? usha kuwa boss tena, hmm. mimi naangalia no no na watu wa kuingiza ndani, sio mnakotokota alafu mnaleta Sawa mama usijali. Alafu we usije kwa sababu tu tena kurejea hichi ulichokifanya. Sawa. Kuna epaka. Hai. Unaona sasa ulichokisababisha kwa mwanangu umeona? Sasa nambo, nisikilize vizuri, sitaki kukuona ukiwa na ukaribu na mwanangu mahiri kwa namna yoyote hii na nikikuona nitakupasua ilo lisura lako libaya. Muone kwanza, toka toka. Chaguo la mama utani pale. mm -hmm. Jicho linapokwa na ukungu kufosi kutazama chaguo la mama, unayempenda napendwa na wengi mm -hmm. Tunapitia magumu mm -hmm. Hey mama, shikamoo mama. nimekuta message call zako nyingi sana, na hii message ulionitumia imenishtua sana mama. Ah, basi sawa mama yangu. Kwa hiyo mama mdogo, yeye atafika huku muda gani? Haya mama, basi mpe pole sana bibi, na kila kitakachotokea huku tutakujulisha mama. Sawa mama, siku njema.

Aliyekupa ruhusa ya kumshika mkono mume wangu ni nani? Ndio kitu ambacho kimekuleta huko ndani. Mimi akili sijamshika kwa ubaya. Daipi alinipa maagizo ni muandalie chai. Huyo dada yako wapi ni kama nani kwenye hii nyumba? Nisikize nikwambie wewe binti. Mazoea na mume wangu sitaki. Naomba usirudie tena kitu kama hichi. Hivi, wewe na mke unatafuta nini mimi katika maisha yangu? Aliyekuambia kwamba mimi ni mume wako ni nani? Nisikize nikwambie kitu kimoja. Acha mazoea na mimi. Usije kwa siku tu tena kurejea kufanya upumbavu wako. I'm sorry, kama imekosea naomba nisamehe sana, haitojirudia tena. Naomba usisubutu tena kurudia hichi unachokifanya. Endapo utarudia unachokifanya, hii nyumba utaiona chungu. Umbavu mmoja wewe. Nurati karibu sana hapa, ndo nyumbani kwangu. Asante sana. Poleni sana kwa walioafika. Dada alinipigia simu akaniambia mama anaumwa sana, hali yake sio nzuri. Ah, asante sana, na mi naimani Mwenyezi Mungu uko pamoja na sisi, na akijalia kila kitu kitakuwa sawa inshallah. Pia kutokana na, na matatizo ambayo yametufika kwa sasa hivi inabidi kila kitu ambacho dada yangu alikuwa anasimamia mwanzo nikisimamia mimi yeye aendelee kumwangalia kule mama. Mungu amfanyie wepesi afanye mapema. Uh, Fami uko wapi? Fami yuko ndani ya Fami amepumzika Fami? Ndio binti yangu mdogo salama, siku uko uh? Salama, si za wewe, hapa hapa, namshukuru Mungu wa kweli. Karibu sana. Asante kipenzi. Uh, mama Mahil, nilikuwa naomba niongee na binti yangu kidogo hapo nje. Hakuna tatizo wa lolote, mnaweza mkaongea. ah, Binti yangu, unajua kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nimevipanga na mama yako. Kuna baadhi unavijua, lakini kuna baadhi uvijui kabisa. Sasa basi, ukipata muda, nilikuwa nataka uje kule mimi ambapo napelekwa, si unapafahamu? Ndio mama, napafahamu. Kama unapafahamu ni vizuri. Kwa hiyo ukipata tu muda, naomba uje kule, kuna vitu vingi sana nataka kuongea na wewe. Sama mdogo, haina shida, basi sawa Siku, kila siku, kila mara mimi nahisi tayari nishamaliza kuzungumza naye. okay, so, mm, sawa. Ngoja mimi nimpeleke mama mdogo kule kwenye nyumba yake. Then takuja, niendelee na majukumu <tipa> aya, sawa <tipa> basi, salama. Sawa mama, safari njema. <tipa> Baby, bila shaka unataka kutoka, unakwenda wapi? Nampeleka rafiki yangu Kariakoo kunua nguo, leo ni birthday yake, alafu pia usiku tutakuwa na party. Unajua hata lazima mashule yapendeze hivi. Unakumbuka jana tulipanga nini? Wale niambia nije hapa leo, utashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa nini umevunja ratiba zangu alafu umeingiza ratiba za mtu mwingine pasipo kunishirikisha? Sasa unataka nikushirikishe nini? Hebu acha mambo yako kiswa ya Kiswahili. Usianze kupigizana kesi za asubuhi. Na hata kama ningekushirikisha mapema, ingekusaidia nini kwenye maisha yako? Anifa. Mimi ni mwanaume wako. Natakiwa kujua kila kitu ambacho wewe kinakuhusu. Na hata hizo safari zako, unatakiwa unipe taarifa. Sio unajitokea tu bila ruhusa yoyote. Unataka nikuombe ruhusa ili weje. Alafu kingine, wewe mbona kwenye mambo yako sikuingilii? Kwa nini siku unapenda kuniingilia kwenye mambo yangu? Ya, sikia nikwambie. Tafuta kuku wa kizungu mwenzio, mfungiane ndani na sio mimi. Alafu, naomba unisikilize sawa? Chunga huo mdomo wako, tambua kwamba mimi ni wako. Yote, nisikizo, mwanaume wako sio unaongea tu maneno yote yale ambayo unajisikia mwenyewe. Nisikize wewe, mwanaume ulichokifanya hapa, naomba kisijirudie tena kwenye maisha yako. Halafu kingine mimi natoka hapa, narudi kesho asubuhi. Sasa utajua wewe, uzike au usafirishe. <laughs> naupenda sana mpenzi wangu. Dada. Dada. Vipi unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri yeah. Mimi niko poa. Mahiri yupo? Hapana, alitoka na wala hata ajaniambia anaenda wapi. Na nilichokwambia ulifanya? nilimwandalia chai vizuri tu ila wakati sasa nampa akaja yule dada mgeni, ni akanigombeza sana kaka, akakasirika akaamua kuondoka zake bila kunywa hata chai <sighs> Mahi. Mm, inaonekana itakuwa hayupo sawa, huenda huko alikotoka watu watakuwa wamemkera sana mm. Itakuwa unajua, sasa hivi mdogo wangu anapitia vitu vingi sana ambavyo vinampa wakati mgumu na vinamfanya anakuwa na stress muda wote. Kwa hiyo kwa, kwa saivi, nenda kamwandalia juisi ya baridi kabisa, mpelekee. Sawa so, ila samani, unaweza kaniambia napitia mambo gani kwa saivi? Wewe nenda kwanza kafanya nilichokwambia. Hivyo vingine utajua. Sawa dada, so, dada. Chaguo la mama, chaguo la mama. mm hivi -hmm. Wewe aliyekupa ruhusa kuingia chumba cha mume wangu ni nani? Nilipeleka juice daipe kan tuma gore ni kama nani ni kwenye hii nyumba asubuhi. Nilikwambia nini na sasa hivi umefanya nini mbaya? Nisamee. mm -hmm. mm -hmm. Story ya tena, nimeenda bahati mbaya, alafu mm -hmm. hiyo tabia ya kuongea naona <laughs> <laughs> mama yoyo bwana ninge nae msajio Wewe unampiga huyu kama nani? Yaani aliyekupa ruhusa wewe ya kumpiga dada wa kazi huko ndani ni nani? Sikiliza nikwambie. Wewe na huyu. Yaani huyu ana thamani kubwa sana huko ndani kwa sababu katafutwa kaletu. Tofauti na wewe ule ukuja kujilindikiza kama takataka zilizotupa jalalani. Sasa nisikilize. Usio unahangaika kuuliza uliza kwamba yupi ni nani kwenye hii nyumba. Mimi ndo mtoto wa pekee kwenye hii nyumba. Malkia. Kwa hiyo usihangaike kujiuliza. Na kitu kingine, nikiamua mimi, unaweza kuondoka humu ndani, koje shimu tena ujishikilia kabisa. Unaweza kwenda saa. Mi naenda, ila punguza kamdomo, dada wewe. Tuheshimiane, mpuuzi wekione. Hiki yani sijui, ukanitaftie kesi ya mauaji. Pole ila, kuwa na amani, mi nipo kwa ajili yako. Haya, kuendelea na shughuli zako. Fami, Fami binti yangu Fami! Mama be, mama! Mbona hivyo? Una tatizo gani binti yangu? Kiukweli mama yangu sio atakwema. Yaani kitendo cha umdani, wewe tu kutoka huko ndani. Uwezi amini wamenichangia huyo Happy, na dada wamenipiga sana. Wamekupiga? Ndiyo. Rosta, we Rosta! Embuka hapo kwanza, unapata wapi mamlaka ya kumpiga mkoo wangu? Sina kuuliza wewe, unapata wapi mamlaka ya kumpiga mkoo wangu? Nyumba ushaizoea tena, una mmudu yoyote humu ndani si ndio? Mami sijampiga Kwa mkoo wangu. Mimi ni mwongo? Akusingizia kwa lipi? Labda uwaujanipiga wewe ulikuwa si na kazani hapo wewe, na dada yako, yapi? Mnanipiga kabisa. Yeye ndio kanipiga mimi. Wewe ndio umenipiga. Mpige ya. Mama amenipiga sana dada. Sogea huko utaniumiza. Wewe umenipiga, sogea huko bana, utaniumiza. Mama mimi sijampiga mama, kweli mi sijampiga. Ndio kanipiga mimi mama, kweli sikudanganyi. Sasa naomba unisikilize vizuri, ninakupa onyo la kwanza na la mwisho. Ole wako nije nijisikii tabia imejirudia tena. Utanijua mimi ni nani, mpumbavu mmoja wewe. Nione kwanza. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Mama, vipi, mbona umefika tuna kwanza kumpiga dada? Chaguo la mama, Chaguo la mama. Unauliza wewe kama nani? na leo hapa, mamlaka ya kumgusa mko wangu humu ndani, mimi nikiwa sipo, ni nani kondo? <laughs> Umesema tumekupiga mama? Mimi sio mtoto mdogo eti nimpige mtu bila sababu, na unanijua vizuri, tangu unanielea mimi sijawahi kupigana. Ila nimemkuta anampiga dada, namuuliza ananipa sababu nikampiga kibao ambazo hazieleweki, lakini sijadhamiria kumpiga. Hakuna mwenye ruhusa yoyote wa kumgusa huyo dada humu ndani, sio? Mnanielewa? kama yeye ana mamlaka ya kuwapiga watu humu ndani, basi mi nina mamlaka mara mbili yake. Nikimkuta anafanya vitu visivyoeleweka nitampiga tu. Kwa mama ni bora tu, na yeye mwambie ajue mipaka yake na ajue jinsi ya kuishi humu ndani. Huyu anapenda sana kupigana huyu Hepi. Na kuheshimu sana naomba usije ukaivunja heshima yako juu yangu. Naomba hichi kilichojitokeza leo kisije kikajitokeza tena kwa mara nyingine. Nadhani umenielewa na kuheshimu, naomba uniheshimu pia, vinginevyo tutakuja tuonane wabaya. Ndo uongee naye mama. Kama ataendelea na tabia zake, ntampiga sana. Mi siwezi kuruhusu vitu vya kijinga kama hivi vinaendelea kwenye nyumba yetu. Fahamu kumpiga dada wa kazi ni sawa kabisa humu ndani, ila wewe, naomba isije kajitokeza kwa mara nyingine. Nadhani umenielewa. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Chaguo la mama.

changu asante. Usijali, mimi nipo kwa ajili yako. Sawa dada. Chaguo la mama, chaguo la <coughs> mama, chaguo la mama siyo rahisi kama unavyodhani. Sio, siyo rahisi, utadhani linapokwa na ukungu kufosi kutazama chaguo la mama, unayempenda napendwa na wengi mm. Tunapitia magumu tunapopendana na kupokea maumivu, ukaba unatawala kukesha bahri kila siku, kila mara